Nachoweza kusema ni kwamba uh, nafahamu kocha uh, Romain Folz tangu amewasili kujiunga na klabu ya Young Africans, mashabiki walifurahia sana na wamefurahia kwa sababu ni trend ya viongozi wao ambayo wamekuwa wanaifanya. Linapokuja suala la kubadilisha makocha, wamekuwa wanabadilishiwa makocha ambao eh, viongozi huwa wanafanya scout ya kutosha, wanaangalia CV za hao makocha na kuwaleta makocha ambao ni bora. Yanga ina makocha bora imepita makocha bora kweli kweli. Na ndio maana imekuwa na hiyo trend ya matokeo mazuri uwanjani. Lakini hata linapokuja swala so zima la wachezaji eh, kwenye dirisha la usajili eh, Yanga wamekuwa na scout nzuri ya kwenda kutafuta wachezaji ambao inawataka. Mara chache sana huwa wanafeli. Eh, mara chache sana lakini mara nyingi huwa wanapatia. Wanaleta wachezaji wenye viwango, wanaleta wachezaji ambao wana uwezo mkubwa. Eh, na ndio maana timu unaona inatajwa kuwa ni mabingwa wa kihistoria, kwa sababu hiyo kwamba kumekuwa na hiyo hali ya mwendelezo wa kuleta makocha wazuri wa kuleta eh, wachezaji wazuri ambao wanaunda eh, kikosi cha mafanikio, kikosi cha ushindi. Malalamiko ya mashabiki haya <laughs> yapo katika makundi mawili. Kuna kundi ambalo linasema eh, kocha Romain yeye sawa, timu inapata ushindi lakini haichezi vizuri eh, haichezi vizuri. Timu inapata ushindi lakini haichezi vizuri. Kwa nini? Ni kwa sababu Yanga wamezoea kuwa na soka eh, la utamaduni fulani hivi, soka lao la kucheza mpira wa kasi, kushambulia eh, na vitu kama hivyo. Sasa hii hali haionekani ndani ya klabu Yanga Africa, ndio wachezaji wanapambana na nini, lakini bado haijawaridhisha mashabiki. Wa Yanga wanataka ile soka lao la utamaduni, wana utamaduni wao unakumbuka kuna kipindi alikuja kocha Sid Ramovich, e, wakaja na ile staili ya gusa achia twende kwao, hawana muda wa kupoteza. Yani maana yake Yanga wao wanaanzisha mashambulizi wanakwenda mbele kwenda kufunga, na wanarudi katikati, ngome inaanzishwa. Sasa hiki kitu hakionekani kwenye kikosi cha Roma, na ndio maana mashabiki wamekuwa wanalalamika e, wanakwambia, tunashinda sawa, lakini timu haichezi vizuri. Tafsiri yake tunafurahi lakini hatufurahi vizuri kwa sababu hatupate tunachostahili kukipata, kuona wachezaji wanacheza soka lile la kampa kampa tena kampa kampa tena. Nakumbuka Yanga imepita katika maeneo hayo, kwa hiyo ni kitu ambacho eh, kimewagawanya mashabiki. Asilimia kubwa kama 80 mpaka 90 ndio wanasema maneno hayo kwamba timu inashinda sawa, lakini haichezi vizuri, na wale wengine waliobaki wamekuwa ni waumini wa kusubiri Haya kusema kwamba ah, kocha ndo mpya amekuja atafanya tu mambo yake, hebu tusubiri, ili mradi timu haipotezi atarekebisha, tuna mambo yatakawa sawasawa. Um, kocha Romain tangu ameingia, yeye ameingia na falsafa yake ambayo kila mmoja anaamini anayo, kama walivyo makocha wengine anayo, lakini bado hajaanza kuionesha, na anafanya hivi kwa jinsi ambavyo mi nilivyomsoma anafanya hivi kwa sababu eh, ya ukubwa wa klabu ya Young Africans. Yanga ni kubwa ndani na nje ya kimataifa. Kwa hiyo anafanya hivi kwa sababu ya kuendelea kumaintain ule ukubwa wa klabu ya Young Africans. Kwa hiyo alipofika, akasema ah, hii falsafa yangu kwanza niiweke kwenye mkoba, halafu niangalie utamaduni, niangalie eh, hii timu huwa inashinda namna gani. Na katika makocha wana misemo yao, wanakuambia the winning team Never change. Yaani ile timu yenye mafanikio huwa haibadiliki badiliki. Ndio maana ya timu kuwa na ile first 11 yake. Panga pangua utawakuta hawa. Panga pangua utawakuta hawa. Sasa yeye tangu amefika amekuta kikosi kiko na mwendelezo wa matokeo ya ushindi. Kwa hiyo alichokifanya kwanza asubirie. Eh, bila shaka simsemei lakini bila shaka atakuwa aliuliza jamani timu yenu ya ushindi ni ipi, inawezekana wakamwambia na ndio maana kikosi ambacho anakipanga pamoja na kwamba amesajili wachezaji wengine, kikosi ambacho anakipanga ni kile ambacho kimezoeleka hata kabla yeye hajafika. Mabadiliko madogo madogo anayafanya kadiri muda wa mechi unavyozidi kwenda, kwa lengo la kuwapa sasa, eh, kujaribu hawa wachezaji wengine wanaingiaje katika mfumo huu ambao, eh, unachezwa. Hiyo ndio sababu ambayo, eh, kocha Romain mpaka sasa naona bado hajaamua kufunguka, lakini ni kocha mzuri sana. inaweza isimchukue muda mrefu isimchukue e, muda mrefu kwa sababu anapata e, uelewa wa kuona kwamba timu inafanya matokeo inapata matokeo mazuri ya kushinda, na yeye anaingiza mifumo yake taratibu. Hii haiwezi ikamchukua muda mrefu, kwa sababu kikosi kina wachezaji wenye uwezo mkubwa waliokuwepo na hawa ambao wamesajiliwa, akina Boyel, akina Celestin Yakwa, e, akina Kouma, akina nani, Dumbia na wengineo ambao wamesajiliwa kuja kuongeza na ile super kikosi kilichopo, akina Pakome, Zuzwa, Clement Mzize, safi ya ulinzi huku, akina Baka, akina Dickson ameongezeka, eh, Muhammad Hussein Zimbwe upande wa pembeni kule, eh, Shadrack Kiboka, unaona ni, ni, ni timu ambayo ina, ina ina superior players ambao wana uwezo wa kuendelea kuibeba Young Africans. Kwa hiyo inaweza isimchukue muda mrefu, kwa sababu tu ina ubora wa wachezaji walio sheheni ndani ya kikosi cha Yanga. Ila wasiwasi wangu mkubwa ni kwamba kabla hata hajafungua mikoba yake kocha Romain anaweza akaondoka, na si kwa kupenda, ataondoka kwa mashinikizo ya mashabiki. Mashabiki wana nguvu kweli kweli, na isivyo bahati viongozi kwa wakati mwingine huwa wanawasikiliza mashabiki. Eh, na ndio maana mashinikizo yakiwa makubwa sana wanaona, ah, ya kazi gani? Bora tumtoe tu, tumlete kocha mwingine. Lakini ni kitu ambacho watakuwa wanafanya makosa sana. Wana kila sababu ya kusubiri kidogo, e, kumvumilia mradi timu haipotezi, timu haifanye vibaya, wana sababu ya kumvumilia ili waone kwamba eh, wanakwenda naye namna gani. Timu ikiwa inayumba inapata matokeo mabaya uvumilivu hapo, si rahisi kuweza kuendelea kuwepo lakini, kama timu inashinda wampe muda kidogo, nadhani atakaa sawa sawa. Ukiangalia eh, unakuja kugundua kwamba hawa wanayanga wao wanataka kuona timu yao ikiwa inacheza katika staili ile ile ya zamani, staili ya mpira wa kasi, mpira wa mashambulizi. Yani, kikosi cha kuogopwa, Roman bado hajakiweka hicho, hajakiweka hicho eh, lakini wakimpa muda anaweza akafanikiwa akakiweka. Hasara ambayo Yanga wataipata ikiwa watafanikiwa mashinikizo yao na kocha wakamwondoa, tafsiri yake ni kwamba watakuwa wamemwondoa kocha wakati msimu ndio umeanza. Ataletwa kocha mwingine atataka kuja na falsafa zake. Nawaombe Mungu huyo kocha mwingine atakaye kuja awe mvumilivu kama Romain. Kuja kwanza kusikiliza, jamani nyie, kikosi chenu cha ushindi kikoje? Mnaendaje? kabla hajaingiza falsafa zake. Kuna makocha wengine huwa wanaingia hawataki kusubiri, yani mbinu zake, falsafa zake, taaluma yake anataka aingize, dunia ione, watu waone. Atataka haraka haraka aingize mbinu zake kwenye kikosi aingize formations zake kwenye kikosi aingize staili zake, unajikuta timu inavurugika. Huyu kocha Roman, taratibu, ameshaanza kukipata kikosi chake, ameshaanza kupata anayoyataka. Kwa hiyo wakisema wamuondoe, kwanza watavuruga wachezaji, watavuruga mfumo mzima. Huyu kocha mwingine akija, atakuja ataanza upya, wakati ligi ikiwa bado inazidi kutembea. Romain ni kocha mwenye mafanikio makubwa sana. Unajua, hata uongozi wa Young Africans kumfanyia scout na kwenda kumchukua hawajakurupuka, hawajakurupuka. Wamemleta kocha mwenye uwezo mkubwa, ana uwezo wa kufundisha, anajua nini timu yake inataka. Kwa hiyo sioni kama kuna jambo la ajabu hapa, ama jambo geni ambalo linaweza e, likawafanya mashabiki wasivumilie. Wavumilie tu, wanaweza wakatoboa ya. Yeah, na huyo huyu kocha na atawapeleka mbali <laughs> anasema ni silent killer, ni kocha ambaye anaua, lakini hacheki. Eh, tabasamu lake halionekane. Kwenye mkutano mkuu wa Yanga walijaribu kumchekesha mara hizi mbili, lakini ilishindikana. Eh, ukimtazama, okay, hivi ana sura fulani ya kikatili kweli, lakini anafurahi <laughs> sasa. Kuiona tabasamu lake ni jambo jingine. Sasa hapo, ukisema, ah, mashabiki ukisikia unalalamika, kocha gani hata cheki na nini, sasa unakuja kujiuliza, kwani huyu kocha amekuja kucheka? Amekuwa cheka tu huyu eh? Kocha amekuja kufanya kazi, wacha afanye kazi. Chekeni nyie mashabiki, shangilieni nyie mashabiki, sio lazima kocha na yeye ashangilie acheke. Wacha afanye kazi, angekuwa afanye kazi hapo sawa. Kwa swala la kucheka ni swala binafsi tu e, hata mimi sija ya yeye kumshangaa. Unaweza ukaamua ukakaa tu muda mrefu bila kucheka, au ikawa ndo style yako ameingia kwa style kama hiyo, unamwacha tu aendelee nayo uweze kumlazimisha kocha acheke kama sio tabia yake kucheka. Naiona Yanga ikiwa ni Yanga ya zaidi ya Gamondi, Yanga zaidi ya Nabi, Yanga zaidi ya Melud. Huyu kocha Folz namwona akiendesha Yanga katika stahili tofauti na hawa makocha waliopita. Yes, tofauti, anasoma sana mchezo, ni mtu ambaye anasoma sana mchezo, anaangalia wee, angalia sababu ambazo anazifanya utakuja kukubaliana na mimi kwamba ni kocha ambaye anausoma mchezo. alikuwa nayo hiyo tabia Nabi, Kipindi cha kwanza timu ikiwa kama inalegalega hivi ama ina ushindi mwembamba, wanaenda mapumziko, akirudi mambo yanabadilika, unakuta timu mpya kabisa inacheza kivingine. Na huyu kocha Folz ana hiyo. Sasa wakiendelea kumpressurize kila wakati mashinikizo na nini akifurahi na nini, anaweza akarudi nyuma akasema basi, ah, wacha mimi niendelee ni kupanga kikosi chao wanachokitaka ni ya kwangu nitabaki nayo, nioni itakavyokuwa eh. Na iki, iki, wakifanya hivyo manake anakuwa ni hasara kwa upande wenye Afrika.